Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa heshima na taadhima sasa unaomba tunuku kamisheni. Mimi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwa mujibu wa madaraka niliyopewa katika ibara ya 148 na kifungu kidogo cha pili aa, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha tano cha sheria ya ulinzi wa taifa ninawapa kamisheni kuwa maafisa katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania katika cheo cha luteni usu kuanzia leo tarehe 22 Novemba 2025 Mungu awasaidie. Mimi, afisa katika jeshi la ulinzi la nchi ya Tanzania nawapo kwa dhati kwamba na nikiwa mzalendo nitakuwa mwaminifu kwa nchi yangu, nitatumikia nchi yangu katika utumishi wangu na katika chio chochote, nitatii sheria kanuni namni zote zokuisha tolewa na zitakazotolewa mara kwa mara wa wa na wakuu wangu, kwa mujibu wa sheria, nitafunze na kuozosha nzuri utiifu uodari na uaminifu maafisa na askari watakaokuwa wa chini waongozi uongozi wangu, nitalinda na wa Nita kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitamtii nitamlinda Nita kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu.